Tunaazimisha wiki ya uchangiaji wa hiari wa damu salama kwa ajili ya wenye uhitaji, na wiki hii kwa kawaida inaanza tangu tarehe moja ya mwezi Juni kuhitimishwa kwa kilele siku ya tarehe kumi na nne. Hili zoezi ni la ulimwenguni koteamo wetu wakipita katika maeneo yenu basi msiache kuwasapoti, msiache kuwapa msaada wa kupata hiyo damu salama. Sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, mkoa wa Ruvuma ulikuwa na wananchi wapatao milioni 1.8 na unatakiwa kukusanya chupa za damu takribani 14,789, ambayo ni sawa na asilimia mia moja ya mahitaji ya mkoa ikilinganishwa na idadi ya wananchi walio, takwimu za ukusanyaji damu zinaonyesha kuwa na mafanikio ya kuongezeka kwa ukusanyaji damu mwaka hadi mwaka. Mathalani, kwa mwaka 2022 jumla ya chupa za damu 3900 ambayo ni sawa na asilimia 24.5 ya mahitaji, zilikusanywa kufanyiwa vipimo vya maabara na kusambazwa. Idadi hii imeongezeka hadi kufikia chupa 12,278 sawa na asilimia 83 ya mahitaji ya mwaka 2023. Kufikia chupa 7,016 ambayo ni sawa na asilimia 47.4 ya mahitaji ya mkoa kwa mwaka 2024. Aidha, katika kipindi cha mwezi Januari hadi Mei 2025 mkoa umekusanya jumla ya chupa 2952 sawa na asilimia ishirini ya lengo la mwaka yaani chupa 14789 lakini bado ukusanyaji, ukusanyaji huu haujakidhi mahitaji. Ndugu wageni waalikwa na washiriki, katika kukabiliana na hali hiyo serikali imeboresha miundombinu ya kutolea huduma za afya kwa kujenga majengo kufanya ununuzi wa dawa, ununuzi wa mashine kwa ajili ya uchunguzi wa magonjwa na kuimarisha upatikanaji wa damu salama vito, vituoni kwa kununua majokofu. Ile kitakuwa tarehe 14 Juni katika manispaa yetu ya Songea. Kauli mbiu ya kuchangia damu kwa mwaka huu inasema, changia damu leta matumaini, pamoja tunaokoa maisha.